Maza niko hapa ili niweze kujitambulisha kwenu. Mimi ni askofu Sebastian Ngeni kwa makanisa ya Pentekoste moja Dar es Salaam aru tuko hapa tunamtumikia Mungu na tuko eneo la Vingunguti mji mkuu. Panda magari yako kokote uliko kusatoka maeneo ya Buguruni unakuja kama ubungo ni kituo kinachoitwa Matumbi. Hata matumbi hapo ndio unaweza kashuka, na nataka kufika hapo, utatupigia simu, tunakuja hapo tunakuchukua. Watu ambao tumejipanga vizuri kwa upendo wetu, na kupiga namba hii mara moja utakutana na msaada kufanya ufike mahali tulipo kwenye ibada zetu. Namba zetu ni kama ifuatazo: sifuri sita nane alafu nne nne sita na nane nne nne tisa tisa. Ipata namba hiyo ni ya Airtel. Nitairudia tena, sifuri sita nane alafu sita na nane nne nne tisa tisa.